Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatu. Kuna baadhi ya ndugu zetu Waislamu ambao hawana ufahamu na elimu ya kutosha katika masuala ya kidini na masuala ya Uislamu kwa jumla, lakini kwa masikitiko, watu hao hao wanakwenda kujipachika ushefe na kuwa na kimbelembele cha kuzungumza masuala ya kidini na mwisho wa siku wanaangukia katika masuala ya kuchafua Uislamu na kupotosha Waislamu kwa jumla. Juzi kati hapa tuliwokuzungumza nikawaeleza ya kwamba ndugu yetu huyu ameshika ile manhaji ya Musa Samiri. Nikawaelezea habari za ule Musa Samiri, aliwapotosha bani Israila kwa kuwatengenezea mungu wa sanamu wa ndama, ambaye hata katika Qurani Allah ameeleza kisa hicho. Na nikasema ndugu yetu amekuwa na tabia kama ambaye yeye ni tarumbeta la maibilisi na kutuletea risala za kishetani hapa za kuharibu na kuchafua Uislamu. Amekuwa kama ni adui wa Uislamu huyu. Kwa nini nasema maneno haya? Kwa sababu kwa kutokuelewa kwake masuala ya kidini na kutofahamu masuala ya kidini vizuri na kwamba hajui masuala ya tarehe ya Uislamu vizuri, anakwenda kuwakosea baadhi ya wanawazuoni, watukana, wakejeli wanawazuoni walifanya kazi kubwa katika Uislamu. Anakwenda kuwatia ila vibaya na kuwazungumza vibaya na hata kuzungumza manhaji yao vibaya na kuwatia ila, maanake hawafai kabisa. Masharika kama wale na maimamu wakubwa kama hao wamekuwa hawafai kwa ufahamu wake yeye, kwa kuwa maskini haelewi, hana elimu ya kutosha katika kuelewa anachokizungumza ni kitu gani. Niliwahi kusema haya masala kipindi cha nyuma, na sasa imebainika wazi kwamba huyu ndugu yetu amekuwa sasa. Ni dhahiri shahiri ya kwamba yeye ni adui wa Uislamu, hana kheri na dini ya Kiislamu, hana jambo jema katika Uislamu. Yeye ni kupotosha watu na kufanya mambo ambayo kwamba yanaleta tafriq. Na kwa nini nasema hayo? Kwa sababu ukiangalia makafiri na watu wasiokuwa waislamu hawashughuliki na habari za kiasilia ambazo kwamba hazipingiki katika Uislamu, kazi zilizofanywa na wanazuoni mashekhe waliotangulia kazi ya mtume sallallahu alaihi wasallama, masahaba zake, tarehe kamili ya Uislamu. Wasio wa Uislamu hawana kazi ya kuja kuvuruga mambo huku, kwa sababu wanajua haya mambo hayapingiki. Lakini leo hii anatoka kijana wa Kiislamu kwa kuwa amejipachika na kujibandika kibandiko cha ushekhe. Sasa imekuwa atamtia ila huyu na kumtia ila yule na kuharibu na kuchafua Uislamu kwa kutoelewa kwake na upungufu wa elimu yake. Sasa anakuja anawatukana baadhi ya mashehe, anakuja kuharibu tarehe ya Uislamu, anakuja maanake kuja kuvuruga mambo ambayo kwamba hata makafiri wenyewe hawakuthubutu kuvuruga, manake anajua mambo haya hayapingiki, yapo manake, yapo na ushahidi huu ndio ukweli wa Waislamu katika masuala haya na haya na haya. Makafiri hawakugusa wanawazuoni waliotangulia na mashekhe waliotangulia na maimamu na kazi kubwa zilizofanyika katika Uislamu. Makafiri wenyewe waliona kwamba hapa hatuwezi kugusa, hii ni necha ya Waislamu. Lakini leo hii kijana wa kiislamu anakuja anazungumza maneno ya kishetani kabisa, ya kiibilisi, sijui maneno ya kama kifirauni vile Kijana wa Kiislamu anakuja kupotosha watu na kuwazungumza wanaozuoni vibaya, ambao hata makafiri hawathubutu kufanya hivyo, kwenda kuwazungumza kina Alimamu Nawawi kuatia ile kina Alimamu Nawawi kina Ibnu Hajar Asqalani, kutia ila masala ya ashaira. Hawajui ashaira ni kina nani. Hawajui Imam Nawawi ni nani. Hawajui wanazuoni walioko katika hiyo ashaira ni wanazuoni gani. hawajui yaani mambo mengi huyu kijana hajui na hafahamu, lakini yeye almuradi tu amesema, watu wamemsikiliza, ameshaongeza idadi ya kusikilizwa na kutizamwa, almuhimu tu awe amepata neno la kusema basi. Na hilo ni moja katika msingi wa mambo ambayo kwamba yana yanaleta matatizo katika uzungumzaji wake, maanake huzungumza sana kwa kwa kutoelewa na kutofahamu. Kisha kuna tatizo lingine pia ambalo pia nalo ni suala la la masala ya akida. Yeye ameshaamua kuwa ni mujasima, amefuata katika wale watu ambao kwamba na wao pia walikuwa na, na, na, na itikadi hizo itikadi za kumtia Mungu mikono na miguu kama alivyofanya ule Musa Samiri kuwatengenezea Mungu ndama wale Mungu andama akatengenezewa Bani Israila na yeye naye atutengenezea sisi Mungu kwamba Allah iko hivi, mkono uko hivi kwa ufahamu wake ambao kwamba ufahamu ambao sio sahihi katika Qur'ani na hadithi za Mtume. Nitaweka habari zake hapa, tutazichambua lakini nimependa kwanza niwapatie intro. Manake maneno yake anayoyazungumza kuhusiana na masuala ya kidini na masuala ya wanawazuoni na maimamu na kuzungumza Uislamu kwa jumla ni maneno ambayo kwamba yana ukakasi mkubwa, yamenipandisha mori kweli kweli. Sijui kijana huyu ana matatizo gani? Na hii ni ishara ya mtu kwamba hana radhi za walimu wake. Hii ni ishara mtu ambaye kwamba hana radhi hata za wazazi. Hii ni ishara, huwezi kwa wewe una, una radhi na ukawa wajisemea maneno tu ovyo ovyo, na na kurapokoropoka, uende ukapige uji wako uje ututeukie teukie hapa maneno ambayo hayaeleweki kichwa wala miguu. Wacha tumweke tumsikilize na siwezi kuweka klipu zote zake. Maana yake napata klipu mbili ambapo alikuwa kwa akimjibiza yule uh, e, Haji Upepo. Kuna baadhi ya majibizano yanaendelea mtandaoni baina yake na Haji Upepo. Sasa yeye katika kumjibu yule Haji Upepo ndio hizi klipu zake nimeziona. Na sikupata hata time mimi ya kuzisikiliza zote kutoka mwanzo hadi mwisho, lakini zile baadhi ya dakika nilizosikiliza tayari mimi mwenyewe zikawazishani tafash. Kwa hiyo nitaweka baadhi ya zile part kisha tuziweze kuzisahihisha, na tukuzungumza masala ya aqida vizuri kwa ufahamu wa wanawazuoni na ufahamu wa masahaba halafu, turekebishe masala hayo tufunge live ama tufunge clip. Siwezi kuzungumza sana au siwezi kuweka clip zake zote hapa kurefusha, kama anavyorefusha yeye. Muda huo sina, lakini muda mchache nitatumia katika kuweka haya masala. Sawa, inshallah taala, tufanye subra kidogo Fi sharhi sahihi Muslim, kitabu hiki sharhi ya sahih Muslim, ndani yake kwenye vipengele vya sifa za Mwenyezi Mungu al-Imam an-Nawawi alikuwa anapinda, anageuza, makosa, yuawilu sifat, anazigeuza zile sifa na kuzifasiri kwa maana anayojua yeye, sio aya qur ya Qur'ani, wala hadithi ya mtume. Yeye na wenziwe al-Imam an-Nawawi rahimahullahu ta'ala ala tariqati al-Asha'ira, wanapindisha kwa njia na barabara wanayopita hao wenye itikadi hiyo ya ashaira yani ashaira. Hata kabla hatujasonga mbele, hicho -hi -hi kipande kidogo tu ambacho mmekisikia, manake mazungumzo yake yote yamejengwa katika maneno kama hayo. Kwa hiyo hiyo ni miongoni mwa zile nukta, hapo ninapata kama pointi mbili, nukta mbili. Nukta ya kwanza au pointi ya kwanza, amemzungumza al-Imamu Nawawi na akasema kwa kinywa chake kipana kwamba al-Imamu Nawawi amepindisha amepindisha maneno ama amepindisha zile tafsiri za Qur'ani na hadithi za Mtume sallallahu alaihi wasallam, na si Alimamu Nawawi peke yake, Alimamu Nawawi na wenzake, na hao ni kwa sababu wanafuata itikadi za al alashaira. Kwa kuwa wao ni maashaira, basi wanakuwa na tabia ya kupindisha hadithi za Mtume sallallahu alaihi wasallama na kupindisha aya za Qur'ani subhanaka allahumma. Sasa mtu ambaye kwamba amefika amba kwenye daraja ya kupindisha aya za Qur'ani na kupindisha hadithi za mtume, huyo hata ni mwislamu tena? Huyo huyo ni mwislamu tena? Sasa cha ajabu ikiwa al-Imamu Nawawi na mfano wake watakuwa wao ni wenye kupindisha aya za Qur'ani na hadithi, kuna uislamu tena hapo? Ushawanasibisha watu katika ukafiri. Ndio yale masala juzi niliyokuzungumza, hapo juzi kati alipozungumza huyu huyu ndugu yetu akasema kwamba mama Samia kama hatawakanya wale waliokuwa wakizungumza katika siasa, na ikiwa huyu Sheikh Abubakar bin Zuberi na Sheikh wa mkuu Sheikh Walidi hawatamkanya yule Sheikh aliyozungumza maneno yale ya kuamrisha malaika ikiwa hawa hawatafanya hivyo basi, na wao watashea hukumu ya wale waliozungumza maneno yale, na hukumu ya wale waliozungumza ni ukafiri. Kwa hiyo kama im, mama Samia hatachukua hatua na sheikh wa mkoa hatachukua hatua pamoja na mufti wa, wa Tanzania, basi na wao watashea, maana yake watashea ukafiri ikiwa wao hawatawakanya. Na mimi nikasema Sheikh Abubakar bin Zuberi na Sheikh Walidi na mama Samia wote hawatawahi kuwakanya wale mpaka kiama kitasimama kwa sababu wale watu hawakuzungumza maneno kwa makosa. Yale waliozungumza si makosa katika Uislamu. Ndugu yetu ufahamu wake ndio ulifahamu makosa, akaona amezungumza makosa wale watu, lakini hakuna makosa katika mazungumzo yale, ni maneno ya kilugha, nikaeleza nika vizuri. Sasa nikasema ndugu yetu amemnasibisha na kumkufurisha Mama Samia pamoja na Sheikh Abakar bin Zuberi na Sheikh Walidi, kwa kuwa ikiwa hawatachukua hatua, basi na wao watashia ukafiri, kwa sababu wale wamekufuru ukafiri huo huo na watashee. Akazungumza masala hayo. Mimi niliposema hivyo jamaa akapiga kelele ho m -m -m -m, Bachu haja, haja sema maneno hayo, lakini alisema. Sasa leo anakwenda kumnasibishia ukafiri vile vile nani alimamu Nawawi, kwa sababu alimamu Nawawi, ikiwa ushasema kwamba alimamu Nawawi hupindisha kauli hupindisha maneno ya Mwenyezi Mungu, ni Mwislamu tena huyo mtu mwenye kupindisha maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala Amekufuru huyo tena, ikiwa mtu yuwajua na yuwafahamu hiyo, maanake ni, ni makosa ni makubwa zaidi. Sasa hilo ni la kwanza. Pili, ile kusema kwamba Alimamu Nawawi imefanya hicho kitu. Alimamu Nawawi ni nani mpaka awe yeye ataleta manake atapindisha maneno na hao wenzake ni kina nani? Alimamu Nawawi ni imamu, ni mwana wa chuoni eh? Alimamu Nawawi ni moja katika mabingwa wa elimu na fani mbalimbali za kili. Hasa Alimamu Nawawi na wenzake kina nani waliokuwa katika ashaira amesema manake, kwa sababu wanafuata hiyo, e, msimamo wa Alashaira ashaira. Ashaira ni kina nani kwanza, ndugu yetu, kama hawajui hawa ashaira ni kina nani? Katika kusoma alashaira utashangaa wewe asilimia thamanini mpaka tisaini ya kila madhehebu ni Ashaira madhehebu ya Alimamu Abu Hanifa, asilimia themanini ya madhehebu ya Alimamu Abu Hanifa, wafuasi wake, wana wazuoni wake, asilimia themanini mpaka tisaini maanake idadi kubwa sana, wao ni Maashaira. Ukienda kwa Alimamu Malik vile vilevile, mpaka asilimia tisaini ya wafuasi wa Alimamu Malik ni Ashaira, hasa wakiwemo wanazuoni. Ukienda katika madhehebu ya alimam Ashafii al, hapo ndio hapo ndio kikomo zaidi, maanake idadi kubwa zaidi mpaka asilimia tisaini na tano ya wafuasi wa madhehebu ya alimam Ashafii al, wakiwemo wanazuoni wakubwa, wa asilimia kubwa ya wao ni ashaira. Katika madhehebu ya alimam Ahmad Ibnu Hambali ndio kama wamegawanyika tena kama wamegawanyika baadhi ya wa wafuasi kwamba baadhi yao ni ashaira, baadhi yao kama vile tuseme, wamegawanyika half by half. na sisemi mimi, ni maneno ya wanazuoni watafiti, wakaguzi waliokagua haya masuala vizuri na wakafanya research vizuri. Sasa ukumbuke wewe Bachu, wewe mtoto wa Bachu, ikiwa utamtia lawamani Alimamu Nawawi kwa sababu yeni katika ashaira, ukamtia lawamani alimam Ibnu Hajari Asqalani, sababu ni hiyo hiyo. Ugomvi wako uliouleta katika mtandao na kumjibu Haji Upepo imekuwa ndo sababu ya kwenda kuwazungumza ha wanawazoni vibaya. Ndugu yangu, unapowataja wao vibaya na kutaja kwamba ashaira hawa ndiyo tabia yao kupindisha maneno, umetaja pote kubwa sana la Uislamu na wanawazoni wakubwa ambao kwamba elimu zao ndiyo elimu zinazotuongoza katika dunia sasa, na dini yetu ya Kiislamu, idadi kubwa ya Uislamu ambao sasa hivi tunayo kila nchi katika ulimwengu mzima, idadi kubwa tuwafuata manhaj, tuwafuata miongozo ya maimamu na, na ufahamu wa, wa mashehe na wanawazoni waliotangulia ambao kwamba wanatokamana na Ashaira. Sasa wewe unaposema maneno hayo, hicho kikundi chako kidogo kinachokutia kina moto na kuku manake na kukufukiza ukaweza kupata nguvu ya kuropokwa. Ndugu yangu, unafanya makosa makubwa sana. Makafiri wenyewe hawakuthubutu kuwatukana wanazoni kama hawa. Alimamu mathalan, Alimamu Ghazali. Alimamu Ghazali, mpaka mpaka makafiri wazungu wametunga vitabu wakimzungumza Alimamu Ghazali. Katika miaka ya nyuma alikuwa ni gwiji huyu, wakimwogopa, dunia inamtambua Alimamu Ghazali ni mtu gani? huyu ni hujjatul Islam, na yeye alikuwa ni ashaira sasa hivi. Mpaka huyu hujjatul islam alimamu Ghazali, maadamu atakuwa yuko katika ashaira, na yeye atakuwa na yeye ameshaingia katika watu wa kupindisha maneno, kama mfano alimamu Nawawi. Akida ya alimamu ghazali itakuwa haifai, akida alimamu nawawi itakuwa haifai, akida za hawa watu wote wa ashaira hazifai. Uislamu wote umekwisha huo. Basi aliobaki katika uislamu atakuwa ni wewe labda, na wale wenye kukutia moto lakini wote hawa wamekuwa hawafai. Misikiti idadi kubwa Zanzibari, misikiti idadi kubwa iliyojengwa pale na wafuasi wakubwa ni maashaira na masufi hao. Wanafuata manhaji yako na akili zako, ni wachache, hawafiki hata ushiri miishari. Ukienda Tanzania Bara, kuanzia Daa na miji mingine na sehemu zingine, hao ashaira wanaofuata manhaji salafi na manhaji ya ya ya, ya, ya uhakika ya usalafia ya ambao kwamba ni fungamano kubwa na ashaira, ndio idadi kubwa hiyo. Salafia yenu ambayo kwamba ni jadidi, ambayo haijulikaniwi, ni idadi chache sana. Ukienda Kenya hali wakadhalika, na dunia nzima hali ni hiyo. Sasa tuseme waislamu wote hawa wataingizwa kwenye shimo la upotevu, wewe na wenye kukutia moto peke yake ndio mtapata nguvu? Ni maneno ambayo ya kuchafua Uislamu. Sasa mimi sitazungumza zaidi maanake naona muda wangu umeenda sana zaidi dakika 20 sasa hivi zimefika lakini wacha nisongezee hii clip tena mbele kidogo tusikie maneno kidogo alafu turekebishe alafu nifunge kauli. Maanake nikisema nitaka kurekebisha maneno yote hapa subhanallah nitamaliza nafikiri wiki nzima. Kwa sababu kila neno analolisema huyu kijana kila neno ni makosa juu ya makosa. Sijui amekula nini. Hebu sikiliza, toa maneno anayozungumza hapo mbele sikilizeni. Wamaulamaa wakubwa hawa kina Ibnu Hajar na kina Alimamu Nawawi, sababu iliyowapelekea mpaka sema kuwa hivi nini anasema, lam yuwafaquu hawakuwafikishwa, liman yunashiuhum ala mutaqadi ahli sunnati waljamaa, watu ambao watawakuza katika itikadi ya ahli sunna wal jamaa, fi sinni talabi katika ule umri wao wakati wanasoma, hawakupata wasimamizi wa kuwalea katika itikadi ya kisalafi wamelelewa na watu wenye itikadi hizo potofu umiki, asema, kwa hiyo hawalaumiki, asema fadhannu annama hum alayhi huwa alhaq, wakadhania kwamba yale walionayo wao eti ile ndio haki hasa. Sikilizeni hayo maneno, maneno gani hayo? Ati Alimamu Nawawi, Alimamu Ibnu Hajar Askarani, hawa wamekwenda kusoma kwa wale ambao kwamba walikuwa na itikadi hizo itikadi potofu. Tena mwenyewe asema itikadi potofu, mashekhe waliomsomesha Alimamu Nawawi wana itikadi potofu mashekha waliomsomesha alimamu Ibnu Hajar Askalani wana itikadi potofu. Hivi huyu kijana ameona ma zungumza maneno sawa hivi maimamu wakubwa hao tuwazungumza tena, yeye yajua. Katika hiyo klipu ukisoma mbele, ukisikiliza kuna pahala katika hiyo klipu anasema kwamba uh, na hao maimamu kina alimamu Nawawi kina imamu Ibnu Hajar Askalani yeye yasema kwamba sisi tuwasoma vitabu vyao, lakini vitabu vyao vya akida, ndo maneno ya akida hatufuati lakini tutafuata vitabu vyao, tutavisoma. Ibn Hajar al-Asqalani tutasoma vitabu vyake wewe, tukifika kwenye masala sifa za Mwenyezi Mungu atumtizami kabisa kabisa. Imamu an-Nawawi tutasoma vitabu vyake wewe, sijui Riyadhus Salihin na vitabu vyote tunasoma kwa kuvikumbatia kabisa kabisa, lakini tukifika katika kipengele hapa, panazungumza sifa za Mwenyezi Mungu, hatuoni, tunafumba macho, kwa sababu hakuna aqida ya as-salafu salih rahimahumullah ta'ala. Hivi nyinyi mwakubali kwamba, wewe unakubali Bachu, unasoma vitabu vya mtu mwenye itikadi potofu. Kwa nini unasoma na kwenda kuelimika kutoka kwa alimamu Nawawi kwa itikadi yako ambayo kwamba yeye ana itikadi potofu? Kwa nini unachukua elimu yako kwa aliye na itikadi potofu, huchukui kwa elimu yako kwa aliye na itikadi iliyo sahihi? Kwa nini? Halafu hili fujo lote unaloliona hapa ni masala ambayo kwamba amekuja masala yale ya kusema Mungu ana mkono Mungu ana mguu, sijui Mungu ana wa hivi. Wamekwenda kumtengeneza Mungu, wakatengeneza wakamcreate kama kumuumba yule Mungu kwa, ma, kwa, kwa mawazo yao na kumuimagine, halafu wakasema huyu ndio Allah. Hizo ni fikra za Musa Musa Samiri hiyo. Ndio maana nikamuita Musa Samiri hiyo, kwa sababu hii mjadala wote, ukienda kusoma ukitizama hii klipu na klipu zingine, hiyo ya nyuma yake pia ambao pia alitoa ni masala anazozana yeye kwa sababu ya kwamba kuitakidisha watu kwamba Mungu ana mkono, Mungu ana mguu, Mungu ana macho, Mungu ana hivi. Hizo masala ya tajisimu hizo za kumtia Mungu viungo ndio masala ambayo kwamba yuwazozana yeye. Sasa masala ya kumtia Mungu viungo Allah katika Qur'ani ashasema laisa kamithlihi shay'un wa huwa samiu al-basir, Allah hana mfano na hafananishwi na chochote wala miakula ukufu wa ahad. Ikiwa wewe huwezi kumfananisha Allah na chochote Ukisema Allah ana mkono, maana yake ushatupa mawazo sisi kwamba Allah ana kitu, ana kitu hicho ndio ambacho kwamba hakifai, itikadi ambayo kwa ndugu yetu nafikiri hajafahamu katika masala tajisimi, kumnasibisha Mungu kiungo dhati yake kwamba ana kiungo, ndicho kitu ambacho hakifai kumnasibisha sifa. Kwamba Allah yuasikia, Allah yuaona, hii nini sifa Kwahiyo kuna tofauti ya kitendo na kuna tofauti ya kiungo. Tofauti ya kitendo, kitendo ni kama mtu aseme fulani yuaniona, fulani yuaniona. Kuona ni kitendo, kuona ni kitendo, na ni tofauti na kumwambia mtu fulani ana macho, fulani ana macho. Macho ni kitu wamnasibisha nacho mtu, kuona ni kitendo Allah twamnasibishia vitendo, twamnasibishia zile sifa zile eh? Ndio zile asmaullah alhusna zile ye eh? Ni rahman ni rahim ni malik ni kudus, huyu ni sami ni alim ni mjuzi ni mwenye huruma ni mwenye kusikia ni mwenye kuona. Kwa hiyo hizi ni sifa, kwa hiyo sifa ndio hunasibishwa nazo Allah. Ama vitu kama viungo, hicho ndicho kitu hakifai kwa sababu kimnasibisha kiungo, ina maana Allah ili atuone sisi, yuwahitaji macho. Allah ili atuweze kutuchukulia sisi hukumu, yuahitaji kitu, na Allah si muhtaji, la yahtaju ila makani wala yahtaju ila aishen, hahitaji chochote, wala hahitaji yeye kuweko mahala, wala hahitaji yeye kuwa na kitu cha kuweza ku- kukitumia kile kitu ili aweze kukamilisha ajenda yake. Hapana, Allah hahitaji chochote. Idha arada Allah shay'an ama, idha arada shay'an anyakulahu an kun fayakun, akitaka kitu sema, kun fayakun. Kuwa na kile kitu kitakuwa. Sasa masala ya kuenda kumtia Mungu viungo na kwenda kupachika viungo katika kumwelezea kwamba Mungu ana hivi ana hivi, ukam create mpaka akawa sasa ni Mungu kamili, hayo ni masala ya tajisimu na amepingwa na wazuoni vikali, wanawazuoni maelifu ya wanazuoni wamepinga masala ya tajisimu. Wako baadhi ya wachache ambao wao wameona ni sawa, tena baadhi ya maelezo sio kila kitu, baadhi tu. Lakini kwa kuwa ndugu zetu wanafuata zile kauli za kina Ibn Taymiyyah na mfano wake na nini, ndiyo sasa wanataka kumtia Mungu viungo kamili. Hii ni makosa. Sasa wewe ushajua unaitikadi za masala ya kumtia Mungu viungo, masala ya tajisimi, hii ni mbali. Lakini mimi nitakachokwambia, ikiwa umefata ume, umefuata mfumo huo na manhaji hiyo na akida hiyo, hujazuiliwa fuata amini hivyo wewe, lakini kile tunachokwambia, heshimu wanawazuoni, heshimu mashekhe, heshimu wale wote ambao kwamba wanajihusisha na mfumo sahihi wa alashaira. Ashaira ni watu wakubwa mno ambao wa wewe huwezi hata kukaribia katika kuwazungumza ashaira. Nyama za wanazuoni zina sumu, ukiendelea kuwataja vibaya utapata mwisho mbaya. Wewe chunga Umetutukana sisi na kututukana baadhi ya wanazuoni wa kisasa tena, angalau utapata rada zile ndogondogo zile, lakini kwenda kuwatukana magwiji kama hao, watu waliotumikia dini mpaka wamekufa katika kutumikia dini, alafu okay, utu, uka tu jitukani kwamba walikuwa na itikadi potofu, itikadi potofu, itikadi potofu. Subhanallah, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Jamani, siwezi kusema sana, naona muda umekwenda mrefu hapa.